Na leo ni vita ya ndugu. Mbeya City dabi inapigwa ndani ya uwanja wa KMC Complex, mechi ambayo ilitarajiwa kuchezwa siku ya leo katika uwanja wa Sokoine jijini Mbeya. Kikosi cha Malale Hamsini, Beno Kakolanya yupo langoni. Saad Mrope kutoka Itetomia ndiye mwamuzi wa kati. Tanzania Prisons, Zedekia Otieno kutoka Kenya, kocha huyu ameanza na walinzi wanne malale hamsini kea tuzedekia otieno kutoka Kenya na mara sita Mbeya City wakishinda mara tano na wakienda sare mara tisa. Kandanda ikiwa tayari imekwisha anza, karibu sana KMC Complex. Umepitishwa tena katika njia, ameupokea Vitalis Mayanga, kapitisha tena mbele zaidi. Mwani amejaza ndani katika nafasi, anapiga mpira tena nawabatiza na kwenda nje. Mateo Anthony alipitishiwa mpira Mwani Thomas akakutana nao, lakini mpira wa pili ile. Eliudi amempitisha tena Vitalis katika nafasi Eliudi Ambokile, Eliudi ameujaza ndani huku anacheza kwa kichwa mpira unakwenda nje. Nanda Sports Club ulidhibitiwa mpira na Eliudi Ambokile captain akaujaza ndani kwa kichwa, akaunodi mpira na kwenda zake nje makadirio hayakuwa mazuri ya kuipata target. Napitishwa tena Haruna Chanongo lakini, angalau amekunjua msuli, imeonekana kuna mguu, kuna ugumu mkubwa wa kulifikia lango la Mbeya City kwa Prisons mpaka sasa. Kwa hiyo Haruna Chanongo Amiti, Haruna Chanongo, Chanongo akapitisha mpira katika njia hatari longono lakini Benjamin Asukile katika bench alishanyanyuka tayari, ilikuwa hatari kama si Beno David kakolanya kwenda kuondoa hatari Ka... Mechoma kibanda najaribu kupitisha mali le katika nafasi ndani ya box kema udhibiti mpira naojeza nani kule, lakini anakataa Kelvin Pemba kingu kwenda kutoa hatari. Ilipitishwa pasi kali mno katika half space, naye akapita Jeremiah Juma, lakini Kabaye ndiye ambaye alipitisha pasi kali. Abdallah Masud, mpira akaenda kuondosha Eliud Mbokile. Ameshaanza kwa haraka, ameudhibiti Kimenya Salum, ameujaza ndani kule, anacheza kwa kichwa, kichwa lakini akupeleka kwenye target. Salum Kimenya alijaza cross. Ikapita kitu ambacho wamebadilishwa tena katika njia. Sengati Kelvin, Kelvin Sengati ndani ya box, Sengati hatari, Sengati imekula chuma na kwenda nje. Nafasi ya wazi hiyo ameipata Tanzania Prisons, alifanya kazi kubwa yeye mwenyewe Kelvin Sengati, lakini akajikuta anaikosa target kwa kupiga mpira katika bomba ile na ukenda zake nje. Tazama, alifanya jitihada zote akabakia yeye na mlinda lango, lakini hesabu ikwenda sawa, amepita na mpira ule. Chanongo, Jeremiah, Jeremiah kwa mhilu Oscar Mojanga, hatari ya Sengati, jaribio jengine limekwenda nje. Di. ya hatari kuliko ambavyo Mbeya City wamefanya. Mbeya City moja, je, una react vipi? ili kubadilisha kinachoonekana naam. Karibu tena KMC Complex, karibu tena kwenye kipindi cha pili hiki cha dabi ya Mbeya. Miamba miwili ya kandanda kutoka jijini Mbeya ipo hapa Dar es Salaam, ni Mbeya City dhidi ya Tanzania Prisons mpaka saruna Chanongo, Chanongo, Chanongo ameutema mpira, amepita nekwa cross ndani kule, amekataa hatari. Vitalis Mayanga. Jaribio lake linakwenda nje. Dakika ya hamsini na moja ya mchezo, mara nyingi Baraka alimimina cross ikapanguliwa, mpira wa pili ukamkuta Vitalis Mayanga, njia Vitalis Mayanga, Vitalis, Vitalis katika nafasi. Mateo Antonio yuko pale, lakini clearance anaufagia mpira akiuondosha mbali zaidi, kwenda kuuondosha mpira. Vitalis Mayanga alisogea Akamwangalia Mateo, Mateo Antonio anapita, akampitisha mpira ule, lakini alikwenda kurescue situation kwa haraka, Morris Owino Ojuang. Mashabiki wa Papo Nation wakishangilia, mashabiki wa Prisons, umepitishwa katika nafasi teo Antoni ameshindwa kutumia vema nafasi hii adhimu kweli kweli. Aliupata mpira akafanya kila kitu na ilibakia kushuti tukipata target, kitu ambacho alishindikana. Benchi la Paponation, Onyango Mutinda Kialo amepokea ule, Tarik Simba meutambaliza mpira chini chini na nyosha Jeremiah Juma, salamu zifike mpaka Rungwe pale pale jijini Mbeya kwamba huku Dar es Salaam timu iliyobeba jina la jiji lao Mbeya City wamewekwa mtukati, wapo kwenye wakati mgumu mno tayari wameshapasuka chuma moja, na mfungaji wa bao ni Jeremiah Juma. Aliupokea mpira akatan mbele zaidi, baada ya kusogeza akanyosha kombora la masafa marefu likababatiza mtu pale kati na kuingia kambani moja kwa moja. Amechoka kabisa Beno David Kakolanya, na wanakwenda kupiga kuku kishingo Hawa ni Wajelajela. Hawa ni Tanzania Prisons. Okay. Miacha pasile kwa Haruna Chanongo. Prisons hawatani. Eh! Prisons hawatani. Prisons hawatani na wala hawabatishi, um, waweza kusema Mbeya City wana aleji na jiji la Dar es Salaam, kuku kishingo once again. Habari wafikio wa Malila na wote kutoka Mbeya, wapo hapa miongoni mwao. Wamepoa kweli kweli, ni Tanzania Prisons. Jeremiah Juma, mara hii ni Onyango Henry, yule alisait kwa Haruna Chanongo kwa guu la kulia, amethubutu mara nyingi, mara hii. Beno David Kakolanya ameshindwa kuzuia na mpira umejaa kambani moja kwa moja. Haruna Chanongo anaonesha jezi yake Nyota wa zamani wa Simba Sports Club. Nasogea taratibu, kapitisha mpira ule, unajibiwa kwa kichwa, haya, nagongeana tena, nipe nikupe, katika nafasi Vitalis Mayanga jari na ya jaribio lake linashindikana. Ya pili hii, misa hatari langoni, ngoni. Oh, wow! Daniel Lukandamila alikuwa nalo, benchi bao lake anakwenda kukomboa bao moja katika maji na mabao mawili ambayo ilikuwa tayari wameshawekwa kimiani na wajelajela Tanzania Prisons. Na jukwaa la Papo Nation linashangilia, limeamka zaidi. Wakati huu mpira umewekwa katika njia, nadhibitiwa tena, hatari langoni, katika nafasi, anapiga mpira na anashindikana ya kwanza na ya pili. Mwamuzi tayari ameshapuliza kipenga. Janet Balama, tambala liko juu kwamba wameotea walipitishwa mpira katika njia dakika la tatu zimeongezwa, hatari langoni, takuondosha mpira ule hatari uko juu. Musa Mbisa analimaliza jaribio, Mayanga anautenga mpira ule, Baraka Mwangosi, Mwangosi Baraka nakataliwa, hatari langoni katika nafasi mpira mwingine unakwenda nje. Jaribio la pili mpira umekenda nje. Baraka Mwangosi alichukua akatano upande wake wa kushoto. Jaribio jingine hili, mpira ulipigwa na kwenda zake nje, Mwangosi Baraka, lakini hili la pili alikuwa na nguvu, mpira wa kwenda zake nje. Na mwamuzi Sadi Mrope kutoka Idodomia anazimaliza dakika zote tisini za dabi ya Mbeya. Mbeya City Moja Tanzania Prisons mbili muda